Na Serikali imekariri azma yake ya kuhakikisha amani ya kudumu katika eneo la North Rift. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen amesema kuwa amani inayoshuhudiwa katika eneo hilo inatokana na ushirikiano baina ya jamii na mashirika ya kiusalama. Alisema kwamba vyuo vya mafunzo kwa huduma ya taifa polisi na vikosi vya ulinzi nchini vitaanzishwa katika eneo hilo. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen na familia yake waliungana na jamii ya Embobut katika kaunti ndogo ya Marakwet Mashariki katika kaunti yanakotoka ya Elgeyo ya Marakwet kuadhimisha siku ya Boxing Day na kumshukuru Mola kwa baraka zake tele. <totipos> Alichukua fursa hiyo kuwapongeza watu wa jamii hiyo kwa ushirikiano wao na serikali katika kurejesha amani na utulivu kwenye eneo la bonde la Kerio akisema kuwa wakazi hao mwaka huu wanaweza kusherehekea sikukuu ya Krismasi kwa amani. Ile kazi ya askari wetu wamefanya ainge succeed kama wananchi awangekuwa katikati. Nyinyi ndio mmetoa ujumbe, nyinyi ndio mmetoa habari, nyinyi mmekata kauli na mliamua kwa kauli moja kwamba amtaki bunduki tena igilie katikati ya wananchi. Waziri alikariri mipango ya, ya serikali ya kuanzisha vyuo vya mafunzo kwa huduma ya taifa ya polisi na vikosi vya ulinzi hapa nchini katika eneo hilo, badala ya kuenda Kiganjo, penye ni mahali nzuri. Tumeleta sasa, rais ameniambia, hata aliniambia jana jioni kwamba niende sasa kufanya baraza huko Baringo, fanya baraza ya Marakwet na Pokot, walete shamba, mwaka kesho tuanze training college ya police na ya army kwa hii Kerio Valley. Kadhalika aliwahimiza wakazi wa hifadhi msitu wa Embobut ambao ni chemichemi muhimu ya maji katika eneo hilo, na kusema kuwa serikali itasambaza miche ya miti ya parachichi, kahawa na matunda kwa wakazi wa eneo hilo. Hakuna mtu atakubaliwa kwenda kujenga nyumba na kulima shamba inside Embobut forest, kama watu wa Embobut na tumekubaliana hiyo. Watu kadhaa waliaga dunia kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyoshuhudiwa hivi majuzi katika eneo hilo. Tilio Marco, Darubini Wikendi.